Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sikukuu ya Idd-Ul Fitri itaadhimishwa leo jumapili tarehe 30 mwezi machi kote duniani kufuatia kuonekana kwa mwandamo wa mwezi jumamosi jioni hii ina maana kuwa waislamu walifunga kwa siku 29 katika kalenda yao ya ramadhan mwaka huu ambapo mfungo huwa aidha siku 29 au 30. Desturi ya Waislamu wataandaa ibada za maombi katika misikiti kabla ya kusherekea Eid pamoja na ndugu, jamaa na marafiki na kuwakumbuka pia wasiobahatika katika jamii kwa kutoa misaada. Mfungo wa Ramadhani ni mojawapo wa nguzo tano kuu za dini ya Kiislamu. Mfungo huo unatoa fursa kwa Waislamu kuimarisha imani yao, Kujitafakari na kuungana na jamii zao katika hali ya upendo na mshikamano. Aidha, ni wakati wa kuonyesha shukran kwa baraka wanazopokea, huku wakijitahidi kusaidia wale wenye uhitaji kwa njia mbalimbali.